And I agree with you. It is uh, it's, it's taken too long. There is absolutely no reason. And uh, I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very uh, competent lady. Rais William Ruto alisema hayo jana kuhusiana na kufeli kutekeleza masuala tofauti akihudumu kama mwanasheria mkuu Naye Muturi amemjibu rais kupitia mtandao wake wa kijamii akionekana kumkashifu rais kwa kufeli kuelewa majukumu ya mwanasheria mkuu, akisisitiza kuwa utekelezwaji wa hazina ya wakf sio jukumu la mwanasheria mkuu. Hii ni mara ya kwanza kwa Rais Ruto kumkashifu waziri huyo waziwazi wazi, ambaye kwa muda sasa ameisuta serikali kuhusiana na utekaji nyara uliokithiri. Mapema mwezi Januari alilaumu serikali kwa kumteka nyara mwanawe aliyeachiliwa baada ya rais Ruto kumwamrisha mkurugenzi wa idara ya ujasusi nchini Nordin Haji kumwachilia huru mwanawe. Tarehe ishirini mwezi uliopita, alipokuwa mbele ya kamati ya leba bungeni, Muturi aliisuta serikali kwa kushindwa kutekeleza miradi tofauti ya maendeleo na kuanzisha miradi tofauti bila ya kutenga fedha za kufanikisha miradi hiyo. Licha ya kumtimua Muturi kama waziri Rais Ruto amempendekeza mbunge wa Mbere Kaskazini Joffrey Ruku kuchukua mikoba yake. Cha kuangaziwa pakubwa ni kuwa Muturi ndiye kinara wa chama cha DP ambacho mbunge huyo alitumia kuingia bungeni. Ruku alikuwa mbunge pekee wa chama hicho katika bunge la kumi na tatu. Ian Ketani, runinga ya K24, Nairobi.